Bwana Yesu asifiwe. Kama ambavyo nilijitambulisha, naitwa Meshack Kilongo. No. na ni mwandishi wa habari kutoka Radio Furaha, ni wa information. Radio Furaha, lakini pia mimi ni mwanafunzi say, mm, mwana wa shule lakini chuo ambacho natoka kinaitwa Chuo Kikuu cha Iringa na alama yake nimeivaa hapa, kwa hiyo mtakuwa mnaniona nikiwa natembea nimeivaa hapa kwa hiyo, na chuo chetu kikuu cha Iringa kiko chini ya Dayosisi ya Iringa, nina maanisha kanisa la Kiinjili la kilutheri Tanzania lakini dayosisi ya Iringa, na tuna vitu vingi ambavyo tunavifanya pale pa tunatoa masomo au tunafundisha masomo ya theolojia

Nisije nikasahau ninapotoka mimi kwa maana ya Journalism. Eh, sasa mimi nina zawadi nataka ku, kuwapatia watu wengi ambao wanataka hapa <tututu> lakini kabla ya kutoa zawadi ninataka kuuliza swali. Kwa hiyo atakaye kujibu swali vizuri nampa zawadi. Sawa, swali la kwanza kama tuko tayari? Tuko tayari? Haya, sasa nimesema nataka, nataka moja A, mwana huyu haya, amepata jamani, tunampa zawadi.